Ya tete katika maeneo ya Kainuk na Lorogon mpakani mwa kaunti za Turkana na West Pokot kufuatia mashambulizi ya wizi wa mifugo katika kijiji cha Lorogon huku kukiwa na maafisa wa kijeshi wa KDF na maafisa wengine wa usalama. Watu watatu wamepoteza maisha yao na idadi isiyojulikana ya mifugo kuibwa kwa kipindi cha takriban wiki moja. Next week, regional atakuja kuongea na mheshimiwa, mheshimiwa gavana, county commissioner wa Turkana, aende aite county commissioner ya West Pokot, aite viongozi wa siasa ya Turkana, akutanishe na viongozi wa siasa wa Pokot, hiyo mambo ya mahava pamoja na machifu, mambo hiyo ya mahava mwanze kufuatilia, nani anakubaliana na hayo ya kuua mtu mmoja kutupunguzia kura Because it doesn't matter, maisha ni kwamba nani anafungusia sisi kura. Hmm? Kwa hivyo hivyo ndio hivyo. Mimi kama waziri wese ama ni Pokot wese Turkana lakini nasema mwenye anatenda atendi sawa. So mikakati ambazo serikali iko nayo. Anyoroshe watu aende atafute huyo mtu mwenye anafanya hayo. Location ikitafutwa chifu anajua. Tukiuliza MPs wa Pokot wale wengine, wale tunaongea nao ni nini tuna, tuna, tuna, why are we having these things happening? Wanasema ndio sisi tunataka amani, lakini there are there are elements, kuna elements kwa Pokot ambao wanaleta mahava, we have to deal with them. Mbona watu wengine wa Kenya wanaitwa waturukwana wanaumia hapa Kaino kila siku kila wiki? Sisi tunazika mtu, tunazika KPR, tunazika mkulima tunazika mama wa makaa, tunazika kila mtu, watoto wa shule. Kwa nini bwana rais, hii inafanyika katika nchi ya Kenya na wewe ndio KDF mkubwa ya KDF?